Hivyo unafahamu kuwa fedha peke yake katika masuala mazima ya uzalishaji kwenye biashara mbalimbali sio kigezo ambacho kinaweza kikasimama peke yake kwa ajili ya kufanikisha wewe kwenye biashara ambayo unaifanya. Kuna watu wengi sana ambao waliamini kwamba nikiwa na fedha, nikiwa na mtaji mzuri wa fedha, itaweza kuanzisha biashara na hiyo biashara ikakua ikaniletea matokeo kama jinsi ambavyo ninahitaji. Walipoanza kufanya biashara ambazo walikuwa na tamani kuzifanya, kumbe kulikuwa na uhitaji wa vitu tofauti na fedha ambavyo ni muhimu zaidi katika masuala mazima ya kuanzisha na kukuza biashara ambazo walikuwa wanazifanya. Kama una mpango wa kuanza biashara yoyote ile, special biashara za ufugaji, uweze kujua ikiwa na vitu hivi vitaweza kufanya biashara vizuri kabisa. Na bahati mbaya zaidi kuna watu wengi sana ambao walikuwa na fedha vizuri, wakaamua kuingia kwenye biashara za uzalishaji special ufugaji na la mazao, wakajikuta wanapoteza fedha zao, kumbe kulikuwa na uhitaji wa vitu tofauti na fedha ili kusudi waweze kufanya biashara Jina langu naitwa Lembo Kicha, napenda sana biashara za ufugaji, na inawezekana na wewe e, unatamani sana kuanza biashara e, za uzalishaji, biashara za ufugaji, biashara za uuzaji wa mazao, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo ukivifahamu kuanzia sasa hivi, kuna uwezekano mkubwa ukija kupata fedha kwa ajili ya kufanya biashara, haitakuwa ngumu kwako kuweza kwa kupata matokeo mazuri kabisa, na utatumia muda mfupi zaidi. Kitu cha kwanza ambacho kinaweza kikafanikisha biashara yako ya ufugaji ni pamoja na tabia zako wewe mwenyewe ambazo unazo kwenye masuala mazima ya kufanya biashara. Tabia huwa zinajulisha ni umbali gani utaenda au ni matokeo gani ambayo utayapata. Tabia ambazo zinatakiwa katika masuala mazima ya biashara ni tofauti na tabia ambazo unazo wewe kwa wakati huo. Inawezekana tabia zako haziendani na biashara ambayo unaifanya. Inawezekana tabia zako zinakuhitaji wewe uzibadilishe ili kusudi uendane na hiyo biashara biashara ambazo zinafanyika huwa inakuwa kwamba wewe kama wewe ubadilike kuendana na tabia ambazo biashara inazo. Kama biashara ina tabia fulani, basi na wewe inabidi ujibadilishe uendane na hiyo eh, biashara jinsi ambavyo tabia zake zinatakiwa. Mfano, kama eh, biashara yako inataka wewe ujali muda kuhusiana na hiyo biashara, lazima uweze kubadilika the best way kama unataka kupata matokeo mazuri kwenye biashara ambayo unataka kuifanya, lazima ujiangalie kwenye tabia zako, ujue tabia ulizonazo zinaendana na tabia za biashara ambayo unataka uianzishe. Ukigundua tabia ambazo unazo haziendani na biashara ambayo unataka uifanye, basi anza kubadilika wewe kulingana na tabia zako, ili kusudi uendane na biashara jinsi tabia zake zilivyo. Kitu cha pili ambacho kitakufanikisha kwenye biashara za ufugaji ni picha kubwa ambayo unayo wewe ambao unataka kuingia kwenye hiyo biashara ya ufugaji. Tunapoanza kufanya biashara, cha kwanza ambacho e kinatokea au kinafanyika ni kwamba tunakuwa na picha ambayo tunaiona kupitia kitu ambacho tunakifanya. Ukishindwa kuwa na picha nzuri ambayo unaiona baadaye baada ya kufanya hiyo biashara, kutakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kupata matokeo, kwa sababu utakosa motivation utakosa kitu cha kufanya wewe uendelee kufanya hiyo biashara ili kusudi baadaye uweze kupata matokeo. Kitu cha tatu, ili kufanikisha masuala mazima ya ufugaji, lazima uwe na mtandao mzuri wa watu. Ukishindwa kuwa na connection nzuri na watu ambao wanakuzunguka, kuna uwezekano mkubwa biashara yako isizae matunda au isifike mbali. Kwa nini? kwa sababu watu ambao wanakuzunguka ndio watu ambao watakusaidia kutangaza biashara yako, kusaidia kuilinda biashara yako na watailinda biashara yako na kuitangaza biashara yako kupitia watu wengine ambao wao wanawafahamu kwao. Unapokuwa na connection nzuri e, unajulikana vizuri kwa watu ambao wanakuzunguka, biashara yako ikianza kufanya vizuri, ujue kabisa kuna uwezekano mkubwa watu ambao wanakuzunguka wanakutangaza vizuri kwa watu wengine. Ndio maana inaweza siwe ni ngumu sana kuweza kuuza bidhaa yako ambayo unaizalisha kwenye hiyo biashara ambayo unaifanya. Kitu cha nne ambacho kitafanikisha kwenye ufugaji wako, pamoja na kuwa na ujuzi na maarifa ambayo yanatakiwa kwenye biashara ambayo unataka uifanya, unapoingia kwenye biashara, mara nyingi watu wanakimbilia sana kuwa na fedha, mtaji fedha, lakini kikubwa zaidi ya fedha ambacho kinatakiwa ni kuwa na maarifa kuhusiana na hicho kitu ambacho unataka ukifanya, lakini pia kuwa na ujuzi kwamba nikienda kufanya hicho kitu nitaweza kupata matokeo ambayo natakiwa, kulingana na kitu ambacho ninaenda kukifanya. Watu wengi wanaingia kwenye biashara za ufugaji, za uzalishaji, pasipokuwa na maarifa pamoja na ujuzi ambao unaweza kuwa ni msaada zaidi kuleta matokeo. Na wewe kabla haujapata fedha, kabla haujahitaji fedha kwa ajili ya kuanzisha biashara, hakikisha una maarifa kuhusiana na hicho kitu yao nakifahamu lakini pia unakuwa na ujuzi jinsi ya kuenda kufanya kazi na ukapata matokeo kulingana na kitu ambacho unakifanya. Kitu cha tano ambacho kitafanikisha biashara yako ya ufugaji ni pamoja na eneo zuri kwa ajili ya ufugaji wako wa biashara yako ambayo unaifanya. Unapoanzisha biashara, mara nyingi pia huwa tunazingatia eneo biashara yako inapofanyika. Eneo lina mchango mkubwa sana kwa ajili ya kufanikisha biashara ambayo unaifanya, na unapochagua biashara ya kufanya aidha, ufugaji wa nguruwe, ufugaji wa kuku, ufugaji wa ng'ombe, ufugaji wa samaki, lazima uwe na uhakika kwamba eneo ambalo unalichagua lina uwezo wa kufikika kirahisi bila changamoto yoyote, ili watu wafike pale wanunue bidhaa, uangalie bidhaa yako, lazima liwe na uwezo wa kufikika. Kosea kuchagua eneo zuri, kuna uwezekano mkubwa ukazingatia yote, ukawa na vitu vizuri ambavyo vinaweza kufanya vizuri kwenye biashara yako, lakini e, ukweli ni kwamba eneo lina mchango mkubwa sana katika kufanikisha wewe kuweza kupata matokeo kuhusiana na kitu ambacho unakifanya. Ukishakuwa nayo haya e, unakuja katika masuala mazima ya kuhitaji mtaji ambao utakuwa ni msaada zaidi katika maswala mazima ya kukusaidia wewe kuweza kupata matokeo utakapoanzisha biashara, ili kusudi uweze kusaidia watu na mwisho wa siku uweze kupata mafanikio mazuri kabisa. Asante sana, tukutane katika video nyingine.